Mhando mabingwa wa kombe la Mapinduzi, timu ya Azam FC imerejea hii leo na kombe lao ambalo lilipata baada ya kuilaza Simba kwenye fainali kwa bao moja kwa bila, lotiwa kimiani na kiungo Imidi Mau maarufu kama Ninja. Azam FC walienda kwenye michuano hiyo kama timu dhaifu isiyopewa nafasi, lakini imerejea ikiwa shujaa wakiwa na kombe lao mkononi. Taarifa Edward Kondela ina maelezo ya kina. mabingwa wa kombe la Mapinduzi Azam FC wakiwasili kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa shangwe na nderemo. Kocha wa muda wa timu hiyo Idi Cheche anasema walijipanga, ndiyo maana wametwaa ubingwa huo, kauli inayoungwa mkono na nahodha wake John Boko al maaruf Adebayo. Timu yetu ilikuwa iko strong, sema ilikosa matokeo mazuri ndio maana ikaonekana dhaifu, lakini kuna baadhi ya vitu vichache vikuwa vimepungua ambao tumejaribu kuviongeza vikatuletea matokeo ya mazoezi tuliyopata. Timu yetu ilikuwapo ni nzuri, na hisi ilikuwa tu ni mtazamo baadhi ya watu, lakini kwa sisi tulikuwa tumejipanga vizuri, tulikuwa tunaamini nini tutakachokwenda kukifanya, na kweli tumeenda tumecheza kwa nguvu na kujituma, na tumeweza kutimiza malengo yetu tuliojiwekea kabla ya kwenda Zanzibar. Pia Idi Cheche anasema kwake ye timu za Simba na Yanga hazimsumbui, ndiyo maana haikuwa kazi kwake kuzipa kipigo huku mfungaji wa goli lililoipa ubingwa Hamid Mau akielezea namna alivyopata ujasiri wa kupiga shuti hizi. Yeah, timu bahati nzuri mimi nazijua siku nyingi tu, Simba Yanga zote nazijua, najua namna ya kucheza nazo hizi timu. Kwa hiyo najua nani naatutumia wapi, hivi ni vitu ambavyo vinaeleweka kwa mtu ambaye anazitambua hizi timu. Ili sababu ya kwanza, nilivyopokea yule mpira nilikuwa na lengo la kupiga pasi, ila nilivyogeuka nikaona kuna space mbele, ndio maana nikachukua touch moja kwanza baada ya kuchukua tashi, nikaona nipo karibu zaidi na goli na mpira unaweza kufika, ndio nikapiga. Edo Kondela, TBC, Dar es Salaam.